Assalamu alaikum. Leo tutangalia jinsi ya kupika keki ya tende na caramel. Na hapo mimi nimetumia tende kiasi kikombe kimoja, tende ambazo nimeshazitoa makokwa na kwenye kikombe nimezijaza kiasi na nimepata kiasi grams mia na sitini na tatu, unaweza kwenda mpaka na sitini na tano hapo nimesha kwenye bakuli na kuweka baking, pa, baking soda kijiko kimoja cha chai. Baking soda inasaidia kulainisha, alafu nimeweka na maji ya moto kikombe kimoja, na mimi napenda kuweka na kahawa ambayo ni totally optional kama utapenda, kwa sababu kahawa inazidisha ladha, yani ina enhance ile ladha ya tende ijitokeze. taacha hapo kiasi dakika kumi pembeni, na nataanza kutengeneza mchanganyiko wetu wa keki hapo nimetumia robo kikombe brown sugar na siagi kiasi vijiko visita vya kulia, yani grams 80. Tapiga vizuri hapo mpaka changanyike sawa, sawa. Baada ya kuchanganyika sawasawa sawa, kwanza ni muhimu kuscrape, yani ku, kuiweka sawa sawa kuhakikisha yote iko pamoja kabla tujaendelea na viungo vyetu vingine alafu nimeweka vanilla kijiko kimoja cha chai. Yai moja. Vanila sio lazima lakini minapenda kutumia. Baada ya kuchanganya vizuri hapo, tamalizia na yai letu la mwisho. Kwa hivyo nimetumia mayai mawili tu kwa mchanganyiko huu. Dakika moja hivi mpaka na moja na nusu. Sasa hivi tutaenda kusaga zile tende zitakuwa zimeshalainika na kupoa. Na unaweza kutumia blender au food processor kuzisaga au unaweza kutumia blender la mkono kama hivi natumia mimi nataka paste nzito kama hivi na huku, kwenye mchanganyiko wa mayai nimeweka chumvi ambayo unaweza kuweka kwenye unga kiasi nusu kijiko cha chai, alafu nimeweka unga ngano hapo kikombe kimoja na nusu, yani grams mia na thamanini pamoja na baking powder, kijiko kimoja na nusu cha chai, alafu tachanganya vizuri hapo. Kisha kuchanganya vizuri hapo tutaweka ile paste. Na sio lazima kutumia mashine kwa keki hii lakini mimi nimetumia mashine kwa sababu mkono wangu wa kulia unaniuma sana, it's been two weeks sahivi, kwa hivyo kidogo napunguza kazi, lakini keki hii haihitaji kutumia mashine. Kisha kuchanganya vizuri hapo, mimi ndio nimemalizia na mashine hivyo quickly kasi dakika moja hivi moja na nusu sababu sitaki usipige sana kama utatumia mashine kwasabbu itakua ngumu, okay? baaday hapo utachanganya tena vizuri kuhakikisha unga wote umechanganyika, na hakikisha kama oven lako liko tayari kwenye mia tatu na yani mia a h na nimeoka kwenye bati la inchi nane kwa nane na tunahitaji kuoka kiasi dakika ishirini mpaka ishirini na tano. Na keki hii hasa iko simila, inaitwa sticky date pudding ambayo inakuwa inanata na inatumia tende nyingi, lakini siku hizo watoto wangu wamekuwa wakubwa, hawaipendi sana. Kwa hivyo resipi ile ile nimebadilisha, nimepunguza tende na nimeifanya kama keki tu ya kawaida ya tende, sio ile stiki okay. Sasa hivi, baada ya dakika ishirini na mbili, keki yetu iko tayari. Alafu utaweka matobotobo hapo kwa kutumia umma, wakati bado ya moto, imemwagilia caramel sauce ambayo nimeshaonyesha post iliyopita jinsi ya kutengeneza hii caramel sauce. Na sticky date pudding wanakuwa wanatumia butterscotch, lakini kwa vile mimi nimefanya date cake natumia caramel sauce okay. tutaiacha kidogo ipoe na keki hii inapendeza ikiliwa wakati bado imoto imoto, kwa hivyo sisi tuko tayari sasa hivi kukata. Na siku za winter huwa naweka cinnamon na sometimes nutmeg, lakini kwa siku hizi za sama hatuweki kitu chochote kama hivyo, mvona okay? Sasa hivi tuko tayari na hii keki inapendeza kama una mgeni wa ghafla mara moja mona tunabeki kiasi dakika ishirini, tuwachukui muda na inaliwa na ice cream kama kawaida, tumetumia vanilla ice cream na yeah it's very simple and very delicious. Utamwagia na ile caramel sauce yetu. Asanteni sana kwa kuwa nami, nawatakia siku njema, nawatakia juma njema na weekend njema. Kwa mapishi zaidi, karibuni Aroma Zanzibar, tunapatikana huko YouTube, Instagram, TikTok na Facebook, kwa jina la Aroma of Zanzibar. Bye bye.